Mazungumzo ya Footprints yanahusu ufahamu na uzoefu kutoka kwa viongozi wenye tajiriba katika sehemu zao za kazi na biashara, na huchukulia kazi zao kama nafasi ya huduma. Mazungumzo ya Footprints wiki hii ni sehemu ya pili ya uaminifu na kazi na Bi Ruth kulingana na kitabu cha Ruth sura ya kwanza mstari wa 15 hadi 22. Uaminifu na bidii ya Bi Ruth unamfanya kuwa mtu ambaye kila mtu angependa kuwa naye katika uhusiano na kila kampuni ingependa yeye kuwa mfanyakazi wao. Sehemu ya kwanza ilijaa mafunzo kadhaa kutokana na uzoefu wake, na tunafurahi kuwa naye tena katika sehemu ya pili. Tafadhali tumkaribishe kwenye mazungumzo ya Footprints. Nimefurahi kurejea tena. Asante kwa maneno yako mazuri. Ndiyo, unastahili pongezi hizo zote. Wewe kweli ni mfano wa kuigwa, angalau kwangu. Ombi langu ni kwamba Bwana atumie uzoefu na maarifa yako kuwatia moyo wengine katika hadhira hii, ili waonyeshe sifa hizi za uaminifu na bidii katika sehemu zao za kazi. Amina, hayo ni maombi yangu pia. Unaona kuwa mtu ambaye kila mtu angependa kuwa naye katika uhusiano akila kampuni kupenda yeye kuwa mfanyakazi wao ni jambo ambalo kila muumini anapaswa kutamani. Uaminifu hutufanya tutafakari mojawapo ya sifa za kipekee za Mola wetu. Vizuri sana, tungependa kujua kuhusu sifa hii. Je, ni sifa gani hiyo? Sifa mojawapo ya kipekee ya Bwana ni jinsi anavyojitolea, si kwa watoto wake tu bali hata kwa wale wasiomjua bado. Hakuna Mungu au mtawala aliye na sifa hii. Nilikuwa Moabu ambaye hakumjua Mungu, lakini alinijua na alinimiminia moyo wake ambao ulinileta katika uhusiano wa karibu naye kupitia mume wangu na familia yake. Haya ni mafunzo mazuri sana. Niliona katika sura ya kwanza mstari wa 15 kwenye kitabu chako kwamba mama Naomi alikwambia baada ya Orpa kuondoka kwamba, tazama shemeji yako anarudi kwa watu wake na kwa miungu yake, rudi naye lakini ulikataa kurudi kwa watu wako na miungu yako. Je, hizi ndizo sifa za kiungu ulizozungumza kuhusu mojawapo ya sababu zilizokufanya usirudi Moabu? Bila shaka, nilikuwa tayari kujihatarisha ili kushikamana na Yehova na watu wake. Yehova anayemimina moyo wake kwa watu wengine. Niliona sifa hizi za Yehova zikionyeshwa na watu wake, akiwemo mume wangu na Mama Naomi. Kumwacha Yehova na watu wake na kurudi kumwabudu Kemoshi, Milkomu na Moleki. Je, unajua kwamba jina lingine la Kemoshi lilikuwa Mwangamizi? Kurudi kwa Mwangamizi. La hasha. Kamwe singerudi. Funzo nzuri sana. Na hiyo ilikufanya usimame kwa tamko hilo la ujasiri. Ni kweli. Nilihesabu gharama za kuacha Moabu na miungu yake. Nilikuwa tayari kuhatarisha kumfuata Yehova na watu wake. Tangazo hilo la ujasiri nililotoa kwamba watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako kuwa Mungu wangu lilipaswa kuleta moyo wangu katika ahadi hii. Nilijitolea kuwa pamoja na Yahwe, mama Naomi na watu wake pia. Niliazimia kuishi kwa sifa zile zile za Yehova, ili kumimina moyo wangu kwa uaminifu, ili kumliwaza mama Naomi alipokuwa akipitia nyakati hizo ngumu. Sasa tuko katika nyakati za mitandao ya kijamii ambapo kila mtu anataka kujionyesha yeye mwenyewe, uaminifu unachukuliwa kuwa wa kizamani, ubinafsi ndio mtindo mpya. Kila mtu anadhamiria kukuza ubinafsi wake na taswira yake ya kijamii. Utamwambia nini mtu ambaye anadhani mambo haya yote ya uaminifu ni ya kizamani? Inasikitisha sana na hata ni vibaya sana wakati waumini wengine wanafikiri uaminifu ni wa kizamani. Yehova habadiliki ingawa jamii, mitindo na desturi hubadilika. Kwa kuwa yeye ni Mungu asiyebadilika, hakuna hata moja ya sifa zake inayobadilika. Tunapoonyesha uaminifu, tunaonyesha sifa ya kiungu ya kumimina mioyo yetu ili kuwasaidia wengine. Kwa hivyo, kinyume na haya, ninaamini nyakati hizi ya mitandao ya kijamii ndio wakati tunaohitaji kuiga sifa hii ya Yahweh ili kuleta mabadiliko katika jamii na mahali pa kazi kwa utukufu wake. shairi la mwezi la kusisimua uliotungwa na shirika la Can-Do Leaders Network ni gundi kuu watazamaji tuliangalie katika shairi hili umebainika ukisema nikamate kama gundi kuu hadi mbinguni moyo wangu upatikane ndani ya moyo wako ina maana gani nipe majengo na ardhi zako zote hazitaingia moyoni mwangu nishibishe kwa pesa zako zote na mapambo havitaingia moyoni mwangu lakini mimina moyo wako kwa uaminifu, ili kunirehemu, nami nitakuwa na kipande cha moyo wako moyoni mwangu. Hiyo ndiyo sifa ya kiungu inayoniunganisha na wewe, hiyo ndiyo huleta malipo ya milele. Hii ni ya maana sana, hadhira. Natumai mmepata hii. Natumaini utatumia maarifa haya katika mahusiano yako na mkeo, watoto, familia, marafiki na wafanyakazi wenzako katika mahali pa kazi. Tunasubiri sehemu ya tatu. Tumpe shukurani Bi Ruth. Iwapo mazungumzo haya ya Footprints yamekuwa yenye baraka kwako, basi ipitishe ili iwe ya baraka kwa wengine. Je, wewe ni muumini aliyejitolea kutimiza wito wake wa kitaaluma mahali pa kazi na mahali pa biashara? Tuna rasilimali kadhaa kukusaidia kufanya hivyo. Jiunge nasi kwenye mtandao wetu wa YouTube kwa ajili ya wewe kupokea rasilimali mpya kila wiki. Kama wewe pia una vipaji vingine vya kiteknolojia wasiliana nasi na tuzisalimishe kwa Bwana ili kubadilisha maisha ya wengine kwa utukufu wake.